Aaakiwa anawasili kutoka visiwani Zanzibar katika mchezo e, wa fainali Mnyama Simba Sports Club hapo siku ya jana, amepoteza mchezo huo kwa moja moja. Mnyama Simba ameshindwa kuchukua kikombe cha eh, shirikisho barani Afrika. Mnyama Simba Sports Club ameambulia nafasi ya pili katika kombe hili la shirikisho visiwani Zanzibar. Jana alikuwa ndo finali, imetamatika. Mnyama Simba Sports Club yeye ameambulia medali. Wakati huo huo eh, Berkane amechukua ubingwa katika kombe hili la shirikisho barani Afrika. Timu ya Media yupo hapa, ah, katika bandari ya Dar es Salaam kwa ajili ya kupata update zote za kimichezo na nazoendelea kujiri na wakati na zinaendelea nazojiri. Hii ni Chapesa Media. Hao ni Hamasa akiwa ha, anaongoza jahazi lake hapa katika Simba Sports Club uh, akiwa na unguruma hapa uh, bandari uh, Dar es Salaam kwa ajili ya kuipokea timu yao.